Shirika la Ndege la Kenya Airways limethibitisha kifo cha kusikitisha cha abiria aliyekuwa akisafiri kwenye ndege ya KQ Flight 003 kutoka New York kuelekea Nairobi mnamo Ijumaa asubuhi, tarehe 11 Aprili 2025. Kulingana na ripoti rasmi iliyotolewa na shirika hilo, abiria huyo alipata dharura ya kiafya akiwa angani. Mnamo saa mbili na dakika 40 asubuhi kwa saa za Nairobi, wahudumu wa ndege walitaarifu Kituo cha Udhibiti wa Operesheni cha Kenya Airways baada ya abiria huyo kupoteza fahamu. Kwa kufuata taratibu za kimataifa za afya angani, wahudumu hao wakisaidiwa na madaktari watatu waliokuwa kwenye ndege hiyo walianza haraka kutoa huduma za dharura kwa kutumia vifaa vya matibabu vilivyokuwepo ndani ya ndege. Ndege hiyo ilielekezwa kwa dharura kuelekea uwanja wa ndege kima wa kimataifa wa Entebbe nchini Uganda ili kujaribu kuokoa maisha ya abiria huyo. Hata hivyo, licha ya juhudi za kumrejesha, alidhibitishwa kufariki dunia saa tatu na dakika kumi asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na madaktari waliomhudumia. Baada ya kudhibitishwa kifo hicho na kwa kuzingatia miongozo ya kimataifa ya usalama na uendeshaji wa safari za anga, ndege hiyo ili endelea na safari yake hadi Nairobi. Iliwasili katika uwanja wa ndege kima wa kimataifa wa Jomo Kenyatta saa 4:27 asubuhi kwa saa za Nairobi, ambapo ilipokelewa na timu ya matibabu ya shirika hilo, usalama wa uwanja wa ndege, na maafisa wa serikali husika. Kenya Airways imesema inashirikiana kwa karibu na familia marehemu, mamlaka za mitaa na mashirika ya usafiri wa anga, ili kubaini chanzo halisi cha kifo hicho na kuhakikisha taratibu zote za kisheria za kiafya zinafuatwa. Shirika hilo limeelezea rambirambi zake kwa familia marehemu na wote walioguswa na tukio hilo la kusikitisha. Shirika linatoa pole za dhati kwa familia na wapendwa marehemu. Faraga na heshima kwa wote walioguswa na tukio hili ni kipaumbele chetu cha juu, ilisoma taarifa ya idara ya mawasiliano Kenya Airways. Uchunguzi kuhusu chanzo kamili cha kifo bado inaendelea.